Simulizi za soka, na hii ndiyo safari ya mwanasoka nyota kutoka Morocco anayekwenda kwa jina la Achraf Hakimi. Ni mmoja ya wanasoka maarufu zaidi Afrika, aliyejulikana kwa kasi yake, uwezo wa kushambulia kutoka beki wa kulia na mchango wake kwa klabu na timu ya taifa. Hapa ni simulizi yake. Achraf Hakimi alizaliwa tarehe 4 Novemba 1998 huko Madrid, Hispania, kwa wazazi wa asili ya Morocco. Alikuwa katika familia ya kawaida ambapo baba yake alikuwa mfanyakazi wa mitaani na mama yake alifanya kazi za nyumbani kusapoti familia. Tangu utoto wake Hakimi alionyesha mapenzi makubwa kwa soka na wazazi wake walijitahidi kumsaidia kufanikisha ndoto zake. Hakimi alianza kucheza soka akiwa na miaka nane katika akademi ya Real Madrid. Alipanda ngazi haraka kutokana na kipaji chake cha kasi na uwezo wa kushambulia kutoka nyuma. Mnamo mwaka elfu mbili na kumi na saba alipewa nafasi ya kucheza katika kikosi cha kwanza cha Real Madrid chini ya kocha Zinedine Zidane. Alifanikiwa kushinda ligi ya mabingwa Ulaya elfu mbili na kumi na nane akiwa na klabu hiyo. Mnamo mwaka elfu mbili na kumi na nane alihamishiwa Borusia Dortmund kwa mkopo wa miaka miwili. Hapa Hakim aling'ara zaidi, akijulikana kwa mashambulizi yake ya kasi, uwezo wa kufunga mabao na kutoa pasi za msaada, yani assist. Alivutia vilabu vikubwa Ulaya kutokana na kiwango chake bora. Baada ya kumaliza muda wake Borussia Dortmund, Hakimi alisajiliwa na Inter Milan mwaka elfu mbili na ishirini. Akiwa na Inter alichangia sana mafanikio ya timu hiyo kushinda Serie A kwa mara ya kwanza baada ya miaka kumi na moja. Mwaka elfu mbili na ishirini na moja, klabu tajiri ya Paris Saint-Germain yani PSG ilimnunua Hakimi kwa dau la pound milioni sitini. Hakimi amekuwa mhimili wa timu ya taifa ya Morocco. Alikuwa mchezaji muhimu wakati wa Kombe la Dunia la 2022, ambapo Morocco ilifikia hatua ya nusu fainali, mafanikio makubwa zaidi kwa timu yoyote ya Afrika katika historia ya Kombe la Dunia. Hakimi pia aligonga vichwa vya habari kwa maisha yake ya binafsi. Mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, ndoa yake na mwanamitindo wa Kihispania Hiba Abouk ilivunjika, huku ripoti zikidai kuwa alihifadhi mali zake zote kwa jina la mama yake, jambo lililozua mjadala mkubwa mitandaoni. Achraf Hakimi ni mmoja ya wanasoka wa Kiafrika wenye ushawishi mkubwa Kando na soka, amekuwa kielelezo kwa vijana wa Kiafrika na Waarabu wanaotamani kufanikiwa katika maisha kupitia jitihada na nidhamu. Hakimi bado ni kijana mwenye ndoto kubwa. Je, ataweza kushinda Ballon d'Or au kufanikisha ndoto zaidi katika soka? Na haya ni mambo matano ya kushangaza kuhusu Ashraf Hakimi. Alizaliwa Hispania lakini alichagua Morocco. Ingawa Hakimi alizaliwa Madrid, Hispania, alikuwa na nafasi ya kuchezea timu ya taifa ya Hispania. Hata hivyo, alikataa ofa hiyo na kuamua kuichezea Morocco, akiheshimu mizizi ya Kiafrika na Kiislamu. Namba mbili, alihifadhi mali zake kwa jina la mama yake. Wakati talaka yake na mke wake Hiba Abuk ilifichuliwa kuwa asilimia kubwa ya mali zake ikiwemo magari, nyumba na akaunti za benki zilikuwa zimesajiliwa kwa jina la mama yake. Hili lilizua mjadala mkubwa mitandaoni huku baadhi wakimsifu kwa hekima yake na wengine wakiona kama alimdanganya mke wake. Namba tatu, alianza soka kama mshambuliaji, si beki akiwa mtoto Hakimi alianza kucheza kama mshambuliaji wakati, lakini baada ya muda makocha wake waligundua kuwa kasi yake na stamina yake ni bora zaidi kwa nafasi ya beki wa kulia ambapo ameng'ara hadi leo. Namba nne, alikuwa sehemu ya historia ya Morocco kwenye Kombe la Dunia 2022. Hakimi alicheza nafasi kubwa kuiongoza Morocco kufika nusu fainali ya Kombe la Dunia 2022, jambo ambalo hakuna timu yoyote ya Afrika au Kiarabu iliyowahi kufanikisha kabla. Penati yake dhidi ya Hispania aliyoipiga kwa mbinu ya Panenka iliingia kwenye kumbukumbu za soka milele. Namba tano, ana urafiki wa karibu na Karin Mbappe. Ingawa wanatoka mataifa tofauti, Hakimi na Mbappe wamekuwa marafiki wa karibu sana tangu walipoanza kucheza pamoja PSG. Mara nyingi wanapokuwa nje ya uwanja huonekana wakisafiri pamoja, wakifanya mazoezi pamoja, na hata kusherekea ushindi wao kwa njia ya kipekee. Hayo ni baadhi ya mambo ya kushangaza kuhusu Hakimi.